Neno la kwanza, ni kusema, inchi yetu Republique democratique du Congo iko muvita Ruvungi oye, nilipenda nikuye niwape ni, lipenda, ni, kuyen, ni message ya kwanza niwambie DRC iko muvita na kama DRC iko muvita, tunapashwa kujikomporte kama vile watu wenye wiko muvita Luvungi oe. kama

ambayo imenyanganywa kipande yake. Neno la pili, ili niwaambie kama sisi tuko hapa, sisi wazalendo hatuko hapa kwa sababu ya kulima mashamba, hatuko hapa kwa sababu ya kuchimba o, tuko hapa kwa sababu tulifata vita. Jeunesse oye, sababu nawaza muko na matelefoni na muko na wandugu ambao wako Kamanyola. Wavamizi walifanya mitingi wakasema ya kwamba wanataka ku, wanatangaza vita na wanasema watakuja huku. Nilipenda nikuje niwaambie, niwaambia hivi: Hatukukuja hapa kucheza, tulifata vita, na kama watakuja tutawapokea. Kongo hoi! Kongo hoi! tulifata vita, na kama wataleta vita tutakabiliana nao kivita. Ni kusema i plene ya Ruzizi, Uvira, Fizi, Mwenga, haiko Goma, haiko Bukavu. Pamoja na hiyo mutambia ndugu zetu ambao wako Kamanyola ya kwamba mwasili wanasema mtoto anakuwa na cheka na mimba ambayo itaua mama yake. Hapa na Kamanyola ni kilomita kidogo sana, sio ajabu wakati wanakuja kutuchokoza hapa, labda watakuja kutukokota Kongo hoi. kwa hiyo napenda niwaambie vita ambayo tunavamiwa na Rwanda sio vita ya siasa. Hii vita hiko vita ya politiki, ni vita Rwanda inatuvamia. Wale ambao mko mnawasikia wa Colonel nanga wa bertrabi simwa wale sio kitu. Mwenye anatuvamia ni Kagame. Kwa hiyo tunataka tuwambie nyinyi jeunesse, wamama wako hapa, wazee, ya kwamba trosetro, hii nchi haiko nchi ya Kagame. Vijana ambao wanatoka Rwanda kuja kutuvamia wanadamu kama yetu walifunzwa jeshi kama sisi, wanatembea kama sisi, wanaongea kama sisi. Kwa maana hiyo tutakabiliana na Kagame kwa sababu sisi hatukumvamia yeye, amevamia nchi yetu. Tutamjibu kama vile ametutokoza, na hivi ni miaka thelathini inchi yetu, wengi wetu wako mu distraction. Watu wanakunywa pombe, watu wanacheza muziki. Nilipenda nikuje niwaambie tuachane na mambo ya muziki, tuachane na ulevi ambao hautatusaidia kitu, wakati nchi imevamiwa. Jenesi ya Luvungi, mnanifuata. Tuachane na distraction. Tuachane na ulevi ambao hauna wa kawaida. Wakati mwenzetu mwanaume kama sisi ametuvamia, ametuua. Tusimame. Tupambane ili tuokoe nchi ambayo mababu zetu walituachia. Tunasikiliza na jameli hii, wakati yetu, wakati nchi itanyanganywa wakati wetu, itakuwa laana kwetu, sababu wazazi wetu, wazee wetu wametuachia hii nchi, iko yote imeenea. Sasa wakati wetu, nchi igabulike, wakati wetu nchi ivamiwe na bajene kama sisi, itakuwa mambo ya haya zaidi. Kwa hiyo vita iko vita na tena iko vita kali, lakini nauhakikishia Rwanda kama tunasimama kama vile mkongomani mmoja, Rwanda hatasimama mbele ya DRC. Lewana, tukisimama kama vile mkongomani mmoja Rwanda aweze simama mbele yetu. Tukisimama kama vile kijana mmoja bila division bila tribalism, nawambia hakuna kitu pale, nawaambia hana uwezo wa kufanya na sisi vita ya juma mzima, kama tunasimama kama vile mkongomani mmoja. Nilisikia mumitingi yao wanasema walipana pesa, oh, tulipatia kama mama pesa, oh, tulipatia mzee William, ya kutuma pesa, oh, tulipatia Nde makana ki pesa, au tulipatia wazalendo pesa. Mwenye anapana pesa ndugu yangu aweza katangaze, mwenye anapana pesa anaweza katangaze nilipana pesa, ile ni kushindwa, ni kusema kama walikamata Bukavu kupitia pesa kama walikamata Goma kupitia pesa, sababu waliingia Goma bila kupigana, waliingia Bukavu bila kupigana, na kama waliingia Bukavu kupitia pesa, lakini hawatapita Luvungi kupitia pesa yeah. wenyewe kama walipatia watu pesa kule Goma na Bukavu hawakuwatangaza, hawakusema nilipatia fulani pesa, lakini kwa sababu hapa kuko mir de berle na ndio maana panafanya madiskuru za uongo. Lakini pamoja na hiyo, tunawasubiria, tutapambana kama kawaida tunaizoea kupigana, tunaizoea. Alitaya mzee William amuri ya kutumba oh, sitaki nikute eko maiti oh, sit... komanda William amuri ya kutumba Saint Resistant, anajua kupigana vita na anajua kupanga vita vya aina yoyote, kama ni ambiscad, kama ni magugu, kama ni classic. Sisi tulifanya miaka kumi na munane ndani ya pori tunapambana. Kwa hiyo kama Rwanda ikafanya ere hapa ku zero kilomita, kilomita na sisi, ipo siku kwa sababu alisema nchi ya Rwanda haina nafasi ya kupigania vita, lakini ninawaza kwa hii wakati kama ajazari wake kutalia risasi Kongo oye, Kongo oye. Tuko na probleme moja yenye nitambia vitana, surtout la jeunesse, tunasahau haraka sana. Wakati munasikia mapropo za adui, tulishangaa ndugu zetu wakamanyola, wanapiga mikono lakini wanaacha kupiga mikono sababu wamekamatwa mateka sinjoo, hivyo wamekamatwa mateka M23 RDF hivyo. Iko inasema ya kwamba wazalendo wanaweka mabarieri. Ndugu zangu, mtu mwenye anaweka barieri ya kukuloma makuta na mwenye eko anakuua nani, walazima kidogo si omo mtu mwenyewe ako nafika kubariera na kuomba mili furana kuate upita na kuzima kwako, kuliko mtu mwenye iko anasema angusha. Unajua toa terme ya angusha, angusha ule angusha ule, ni terme yenye iko ku M23, kubari RDF ya kusema huwa ule. Kwa hiyo sisi wazalendo, wazalendo hatukubali uuni na desordre ambayo Kagame anaendelea kufanya ndani ya nchi. Napenda kumalizia hivi. Tusisahau masakre ya Mutalure. Tusisahau masakre ya Kasika ya Makobola. Katogota. Wale watu ambao waliuana Mutalure, Katogota, Kasika, Makobola ndio watu ambao wanakuta. Munasahau? munasahau kama wale watu ambao waliuona mutarule kasika katokota makobola na kungine ndio watu ambao wanakuja sasa wale watu tuko tayari kuwapokea tuko tayari kuwapokea wale watu wala asante na shukuru sababu unajua amusahau ni wale wale walikumasakre ni wale wale waliviolema mama zetu ni wale wale walitubebesha tulibeba watu kumigongo mwenzako mwanaume unambeba kumgongo, unamvusha mtoni. Ni wale wale ambao wanasema wanakuja kutugomboa, walitutemea mate mkinywa. Nasema hivi sisi wazalendo tuko nyuma ya rais Tshisekedi, sababu hii vita wako wanawadanganya ya kwamba wanataka kumfukuza rais Tshisekedi, wanawadanganya hii vita. Kama sisi wazalendo tuko tunapambana, hatupambanie rais Tshisekedi, lakini tunapambana kwa sababu ya nchi yetu yeah. yeah. yeah. yeah wako wanawadanganya kuwambia sisi wazalendo, o oh, muku munapigania Tshisekedi, o muku oh, mnafanya hivi, tunapambana kwa pa kudefendre nchi yetu wow. Luvungi oye, Luvungi oye, jamani, kama tutapambana, napenda nyoli vigelegele vya mingi, tutapambana yeah.

na tuendelee kuwa pamoja, sababu vita iko ya, ya siasa ni vita ya kuvamia nchi yetu, ni vita ya kutunyang'anya bulongo. Sisi ba jeune inaweza kuwa ole kwetu nchi inyang'anyiwe wakati wetu, na wakati wazee wetu walituachia nchi mzima. Wako wanasema tunakawia kwenda Kamanyola, si njo hivyo ndugu yeah, zangu napenda niwaambie hivi vita, si munaona Kagame eko si na andaa, na sisi tujandae, lakini hakuna mtu ambaye atatoka hapa kukimbia vita kama Kagame atatumaliza, atumalizie ndani ya budongo ambayo mababu wametuachia. Kwa hiyo tutasaidiana na mweba dada zetu, mweba kaka yetu, munapoona mtu ambaye anataka kutuingizia adui ambia mzalendo mwenye iko pembeni yako ya kwamba hapa kuna panga mtu mwenye atumwelewi. Tunasikilizana, ndio sababu ule kijana mzalendo hatatumika kazi peke yake, ni sharti wewe dada, wewe mama, wewe baba, usaidiani na kijana mzalendo kwa kufanya usalama wa eneo zetu. Nataka kumalizia kwa sababu ni bahate kwa maswali Arezime tuko hapo kwa sababu ya vita, wakikuja kutupima, tutajibu. <laughs> Tena hatusahau watu ambao walitumasakre, atusahau, hatusahau watu ambao waliviolewa mama zetu, watata zetu, hatusahau watu ambao walitutemea mate. Mkinywa hatukubali kuwapokea tena. Vita ambayo inakuja ambayo Rwanda inaleta sio Rwanda, sio vita ya politiki, ni vita ya kutunyanganya nchi, na sisi hatuko tayari kunyanganyiwa nchi mu wakati wetu. Na chaine, nilisema tutoke mu distraction. Jeunesse ya Luvungi, jeunesse ya Uvira, jeunesse ya Fizi, jeunesse ya Dialsi, tuwe mueta ya alert, tujue ya kwamba saa ni saa siku ni siku, tutapambana vita ya ukombozi wa nchi yetu, kwa sababu tufanye ile yenyewe tunaita historia ya nchi yetu yeah. Revolution ya chine ilifanya miaka mia moja na miaka tenda donc siecle na, na miaka mia tenda juu revolution francaise ilifanya siekle ina maana santa. Na sisi wa kongomani tunapaswa kufanya revolution ya kwetu, yenye mimi niko naita revolution congolaise. Tuko pamoja? i iko revolution congolaise, tutajilibere sisi wenyewe. Hakuna muzungu mwenye atakuwa kutulibere, hakuna marekani hakuna Mganda, hakuna mtu yoyote mwenye atatuokoa sisi. Wakongomani tunapaswa kusimama tujiokoe, na tuokoe nchi yetu sisi wenyewe. <coughs>